Bado uko nasi hapa viwanjani na tunakwenda sasa kuungana na mwenzetu Abu Yusuf katika zile zilizobamba katika mitandao ya kijamii eh, leo tuko na Abu eh, tunakuaga na Ali Bakari Mufti, lakini leo tuko na Abu kule. Mitandaoni nako kwenyewe kumechangamka sana. Na naamini leo pia Abu ametuletea uh, maalumati <laughs> yani, <laughs> yes, ya kutosha mitandaoni tukiwa tunakusanya ya mitandaoni, eh, <laughs> uh, uh -huh. uh, maoni tofauti tofauti na eh, tunaangalia pia kile ambacho kimeandikwa eh, na watu mbalimbali kwenye -mbali mitandao ya kijamii na hmm. hapa kubwa zaidi. E, tutaangalia kile ambacho kinazungumzwa kwa ukubwa kwa mm -hmm. Sasa e, ni nani anaenda kurithi mikoba ya kocha Fadlu mm -hmm. pale Simba ndio kicho kinachozungumzwa zaidi katika mitandao mm -hmm. ya kijamii na kupitia ukurasa wa mwanahabari kutoka uh, uh, Ghana Mick Jr. eh, maarufu hivyo katika mitandao ya kijamii anasema kwamba Dimitri eh, Nikolev, najua hii mnaifahamu, mna, mna Pantev eh, wengine wamwita kwamba Pantev matatu <laughs> <laughs> atatu mwenye umri wa miaka mm -hmm. arobaini na tisa. Yes, <laughs> sindiyo kocha mpya uh, wa Simba Sports Club. Ukiangalia uh, hii post imechukuliwa ukiwa na dakika moja tu, yani wakati nywe mnaendelea na viwanjani hapa tukaidaka kwamba huu jamaa unajua yes uh, ana akizungumza kuna asilimia kadhaa pia, huenda ni tetesi hizi pengine. Simba wanaweza simtambulishe huyu Dimitri, wakamtambulisha mm, mtu mwingine kwao. Hizi ni tetesi, sijui kaondoka hapa na vyonjani. Oh, vyonjani wamesema ah, ni tetesi kupitia ukurasa wa, <laughs> wa Mick Junior akiandika hivyo. Dimitri uh, Pantov mwenye umri wa miaka 49 ambaye anatoka Gaborun tayari amewaaga Gaborun, ameshawaga yes, amewaaga. Kwa hiyo kama amewaaga Gaborun kwamba lolote linawezekana, pia huenda uh, akawa ndio mrithi kocha Fadlu pale Simba asil, uh, asilimia zako zinaongezeka, asilimia zinaongezeka baada ya ku, ku, kuwaga, kuwaga. <laughs> <laughs> asilimia zinaongezeka <laughs> nakumbuka. Uh, pengine labda Simba mtanisaidia uh, wachambuzi wetu pengine Simba uh, wamevutiwa na Pantev kutoka na kutokana mm. na kiwango ambacho alikionyesha dhidi yao. Jaga Barona utoa upinzani mkubwa kwenye mchezo wa, wa, ule e, wa wa pili ule. Ulikuwa ni mchezo hata wa kwanza pia. Hata wa kwanza. Japokuwa, walipoteza. Mm. Yes, lakini walitoa upinzani mkubwa. E, mchezo wa pili pia nao ulikuwa hivyo hivyo. Ukiangalia profile za wachezaji mm, na namna ambavyo uh, wametoa upinzani ule unaona kabisa ni vitu ambavyo havi havifanani. Yaani profile za wachezaji ziko chini mm, lakini performance iko juu. Unajiuliza kwamba huenda kocha kuna kitu amekiweka kwa wachezaji hao. Master kabisa yule. Eh? Okay, <laughs> tukifanya? Yeah. Yes. Wewe nikumbushe, Simba ya mwaka gani kwenye kutafuta kucheza kuelekea group stage? Ika, Ika struggle na kiwango cha chini kama ulioiona juzi kucheza na, na Gaborone. Eh? Yeah. Yaani yeah. Gaborone kama timu fulani ndogo lakini <laughs> okay, mimi nakwambia hmm. mtu yote ambaye haifahamu Simba alafu akafika pale taifa akakaa hivi dakika tano anaweza kuambia ale Gaborone ndio alikuwa Simba. Kweli? Eh? Kwa kile ambacho amekionyesha. Ah, waliteseka kaka. Eh? Waliteseka sana. Eh, Gabrone alifanya vitu vibaya sana pale. Kiacha hivyo pia hata Kameruni napo alifanya vizuri sana. Eh, yeah, jamaa. Alichukua ubingwa akiwa ubingwa wa ligi, yeah, na fi Kameruni pia. Alikuwa Kameruni kabla ya Gabrone? Ah, kabla ya Gabrone. Ni, ni kocha yani, coach ni, ni kati ya makocha ambao pamoja na hicho ambacho wamekiona lazima walijaribu kufuatilia kuona. Sasa, sasa mimi nilipenda sentence yake ile, anamwambia mchezaji wake Yaani sisi hatuna cha kupoteza, mpira wao waje tuchezeni ewaosawa ni tu. Kutoka <laughs> <laughs> <laughs> So, uh, kwa Mickey Junior na tetesi hizo za Dimitri Pantov kuwa ni kocha akawa kocha eh, wa kwa kile ambacho umekionyesha Gaborone kwa mi navyoona uh, uh, Simba wanaweza kawa kuna kitu wamekinusa wa kwamba huyu ni kocha ambaye ana uwezo wa kumnyanyua mchezaji mwenye profaili aina yoyote. Wow, ah, sina komenti yoyote. <laughs> Sina komenti yoyote, tuendelee kupitia ukurasa wa ligi kuu, wanatuonyesha mpaka sasa magoli eh, kuna kitu nitawaulizeni, nimeleta makusudi kabisa <coughs> magoli ya vichwa ambayo au tuseme magoli kutoka eh, kwenye zile cross za kona na hmm. Unatengwa mpira wa kona afu inapigwa, alafu watu wanaweka miongoni hmm. eh, mwa wafungaji hao ni, ni Roshain Drock kutoka Simba, Andrew Sinchimba eh, wa Mtibwa, lakini Shamu Karabwa eh, naye eh, miongoni mwa watu ambao wamefanya hivyo. Rasin pia amefanya hivyo dhidi ya Pamba, mmoja mweka ah, nani kwa prison kwa prison tunaweka yeah. Chache tu Ah, Wanda, okay. kitu. Okay. Sasa tuangalie Fountain Gate dhidi eh, ya Simba, Fountain Gate dhidi eh, ya Mtibwa, tunaonekana kama wanaruhusu sana uh, mipira ya kona yana kuadhibiwa, ndicho ambacho kinachoonyesha hapa mm. <coughs> uh, mimi kwa uchache wake pana Philip, eh. kwa uchache wake tushasema Philip, kwa uchache wake ligi ya msimu huu timu nyingi sana zinaonekana hazifanyi vizuri kwenye kuzuia mipira ya set piece, timu nyingi na ndio maana ukiangalia okay, kiangalia mechi ya kwanza mechi ya kwanza ilikuwa nani nani ya ufunguzi eh, mechi ya ligi kuu ya, ya ligi kuu eh, walikuwa ni KMC? KMC, KMC, yes, KMC, KMC na Dodoma jiji, na Dodoma eh, alafu mechi ya mashujaa na mashujaa na nani wao walicheza, mashujaa na JKT, JKT eh, mm. alikuwa anapata magoli mengi, lakini umeona eh, kuna yaani kila baada ya, unaona kila baada ya mechi moja mbili, kuna goli ambalo linafanana Sasa naona mpaka hapa tulipofika kuna hiyo shida, na hiyo hiyo hiyo, yes ilikuwa shida. Ilikuwa shida kwenye kufuatilia. Msimu misimu iliyopita kulikuwa kuna shida sana siku ya timu zetu kufunga kwa kona na kuokoa kwa kona wakicheza na timu za kutoka nje, yani ilikuwa ni changamoto sana. Oh, na nadhani pia wanatuangalia wapo kwenye mapumziko kwa sasa mm. <laughs> Kambi zime nyingine zimevunjwa, wamepewa mapumziko ya siku mbili tatu bila yeah. shaka atakuwa naangalia viwanjani kwa sasa na ujumbe ndio huo kwamba tuweze kuwekeza upande huo wa set pieces ama mipira hiyo ya klabu hizo mipira ya kutenga, ya mipira hmm. kutenga na vitu kama hivyo eh, kidogo isije katupa mushkeli uh, right. katika michezo kima ya kimataifa ile ya CAF hmm. na kama hivyo sawa. Tutoke hapo ligi kuu uh, tuangalie pia kilichoandikwa katika ukurasa wa BR Football jana bwana. <laughs> kwa kuna kim... hiki ni kama kibonzo hmm. uh, AS Roma walipata penalti hmm. uh, ya kwanza ikapigwa ikarudiwa ikapigwa tena ikarudiwa, halafu ikapigwa mara ya tatu. Sasa katika mara zote ambazo inapigwa mm. <laughs> mm. uh, hiyo kona hiyo penati dhidi ya Lille, walikuwa wanacheza na Lille ya Ufaransa, mara zote golkipa amechukua hizo mm. mara zote tatu kipa akachukua. Na unajua kinachotafutwa <laughs> hapo? Kinachotafutwa hapo ni kufungwa. Unatakiwa ufungwe. Eh? <laughs> <laughs> Kile <wako> ni, <laughs> <laughs> <ujoko> ni ufungwe. <laughs> Na mwisho na mwisho kabisa mchezo ule waliondoka na mchezo. Walishinda bao moja kwa sifuri. Eh. Yaani unatakiwa ufungwe. Unajua? Yeah, Kena... Yes, Roma. <laughs> <don't... laughs> Hii ligi ya Uturuki. Walikuwa sana na uh, nafikiri kati ya wale basahiri kitu kama hicho. Mhm. Mm, na na na Galatasaray. Walipata penalty, wale wale wale basahiri piga penalty ya kwanza, kipa kacheza, ref akasema sure, hapana, irudiwe, ikapigwa e. Ya pili kosa la kwanza amba nililiona, niliona kipa alitoka kwenye mstari e. Eh? Kosa la pili nilokuja kuliona kwa mtazamo wangu mimi, kwa mujibu ile video, kosa la pili niloliona ni kwamba <coughs> mpigaji aliteleza mm. Eh? kosa la tatu sasa, kosa la tatu ndiyo alivyonichanganya kosa zaidi, sababu kosa mpira wa tatu unapigwa, jamaa akafunga uh-huh. Ila kipa alitoka zaidi alipotoka mara ya kwanza sasa, hata hiki kichotokea <laughs> <laughs> <Sasa, laughs> <iti> <laughs> ukiwa unataka kujiongeza tu, kacheza ya kwanza, ya pili, ya tatu, angesimama bwana, mkashangilieni <laughs> Ayo, yo, yo, yo Roma pia unapiga penati mara tatu na zote golikipa anachukua. Na mpigaji ni huyo mmoja. Um, ah, mpigaji tofauti. Uh, mwanzo alipiga uh, dubi, uh, Dubik akarudia tena, baadaye akaja akachukua Suli. Suli naye akakosa. <laughs> Sio wapigaji wazuri tu penati. Eh? Sio tu wapigaji wazuri. Washakuwa na washakuwa na kimuhemue. Ah, uh, unajua ukishakuwa na kimuhemue huwezi kupata uwezi penati. Eh, huwezi kupata penati. Yes, uh, michuano ya kimataifa hiyo <clears throat> um... Europa. Europa ambayo inaendelea huko Ulaya sawa. So, tutoke hapo tuangalie pia kingine ambacho, eh, tumekusanya katika mitandao ya kijamii kutoka ukurasa wa, wa CAF eh, Champions League na CAF, eh, Confederation eh, Cup. Hii ni account maalum kabisa ya michuano hiyo ya mashindano ngazi ya mm, club kwa upande wa CAF eh? <laughs> Hapa wanasema kwamba, eh, kwanza kwanza, unajua Afrika imeshangazwa na kitendo cha timu zetu

Ya mimi nafikiri hata Singida wangesubiri ile kuku kuku ile walichoma juzi wa wa e. wa ile. baada ya kumtoa Frambeu e, ndio wachome. Sasa hisi. Hisi ana nini? Kagame, ndio hey. na hii. Anataka kuunganisha ah. zote mimi. Hiyo ya kuku kwa kwenye group stage hiyo ndio kuunganisha zote <Yeah>. Sasa. <laughs> Umeenda group stage afu mbebeba Kagame sasa. Mimi kuku ya ajabu. Yaani yani CAF moja ya sehemu ambao wao wanapata wanapata wana, wana, wana, wana likes na comment nyingi ni wakiposti kitu kinachohusiana na Tanzania. Na Tanzania ni kweli. Yaani kiposti yeah. Yani. Yani Simba, Yanga yaani hapo wajaribu hata waposti Azam tu watapata, nani watu wengi zaidi kuliko kipindi kingine chote, na hizo comment ukisoma, asilimia kubwa za Kiswahili zitakuwa. Na hicho nikizungumza, ndo Nyaru Junior anasema hapa, mkimiss comment nyingi mnaposti timu za Tanzania ah, lakini ni <coughs> tumefanya tumefanya vizuri kwa, kwa sababu kwa kwa kwa kwa miaka eh, eh, eh, eh, eh, ah, ya nyuma walikuwa naposti sana timu za kaskazini, yaani yes. Ikafika hatua si tukaona kama sisi sio watu ambayo tunastahili. Sasa hivi <tum> ni nyakati zetu kupostiwa, acha tutambe, itafika time. Yes. Mambo yanaweza kubadilika maana futboli hawa wanaume wote waingie makundi hizi ndo tunazozitaka. Hizi points ni nyingi mno. Zitulinde angalau miaka mingi. Bado hizi teams zitakusanya alama na ukishakusanya alama ndo balaa kabisa sasa pale unazidi kuwaacha. Sawa, tutoke hapo. Uh, tumalizie pia uh, hiki ambacho tumekiweka hapa ni kutoka kwa Gianni Infantino. Huyu ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA hmm. na anasema kwamba wakati sasa hivi unajua michuano hii ya uh, FIFA uh, uh, under undertent ama michuano ya kombe la dunia hmm. kwa kombe la dunia chini ya umri wa miaka ishirini inaendelea yeah. kule Chile, Chile yeah. Yes, na umeona uh, mataifa ya kiafrika bado yanaendelea kufanya vizuri Nigeria nimeona nani wanafanya vizuri. Japan pia nao wanafanya vizuri kwa sasa, ikiwa amecheza michezo miwili miwili bila shaka. Na wakati hawa anaendelea huko Gianni Infantino, Rais wa FIFA, yeye ame pamoja na na ile eh, kamati kuu ambayo imeketi jana huko eh, Azerbaijan, wameweza ku kutoa sasa timu ambazo zinaenda kuandaa michuano hiyo kwa mwaka elfu mbili na ishirini na saba, mataifa ambapo ni Azerbaijan na Uzbekistan. Wao watanda. Azerbaijan sio lembo la yes. gift macha hii eh. Uh, huko huko. Azerbaijan pia akiya Mungu Ulaya ile. <laughs> <laughs> Yeah. Nani? E, kuna katikati Ulaya afu kuna kuna Asia lakini ya, ya gift ilikuwa Ulaya. Ndio <laughs> bali kwa naapia. Akiya Mungu nakwambia niko Ulaya. Azerbaijan ni Ulaya. Akiya Mungu. Nini akiya Mungu sasa? Eh? Kwa nini akiya Mungu? Sasa Azerbaijan. Akana mpaka ule uwanja akampiga picha mpaka ule uwanja ule wa finali ule. <laughs> Naona no, wapo? Yes. Asa uwanja uko wapi? <laughs> <laughs> Ile kwa, kwa mara ya kwanza michuano hii ya FIFA inaenda kuandaliwa na mataifa mawili yeah. ambayo yako katika mabara mawili tofauti kwa maana uh, uh, uh, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan wenyewe wapo upande wa Asia hilo yeah. Jina watokia kidogo umejiandaa wakati una, unalitamka kwa kiasi kikubwa, wapo upande wa Ulaya yeah. kwa hiyo uh, mabara mawili yanaenda kuandaa michuano hiyo ya vijana. Nakumbuka vi, eh, nilikuwa naangalia makala moja mm. ya nadhani na, na, ni Aljazeera walikuwa wanazungumzia kuhusiana na namna ambavyo michuano hii inatoa mwanga wa wachezaji lakini mm. pia timu za taifa kwa miaka inayofuata. Mm. Wakumbuke uh, under 20 kwa sasa inaendelea. Wachezaji namna ambavyo wanachagua timu zao. Hasa mm. wale wachezaji ambao wanakuta wana vinasaba uh, vya Kiafrika uh, lakini pia ma, wako katika mataifa mengine. Mfano mm. uh, kile kilichotokea kwa kwa, kwa kwa kwa Ademole, kilichotokea kwa Ademole lakini kilichotokea mm. pia kwa wakati ule nani alikuwa uh, Grealish kwenye ku yani mm. yani anatakiwa, yes, anatakiwa achague kati ya Ireland na nani mm. na na England, lakini akajikuta anachagua England. Wan Bissaka ijapokuwa wazazi wake ni wa Ireland na vitu kama hivyo yule... Kwa hiyo michuano hii huwa ndio inatupa, inatupa mwanga sasa. Okay, baada ya miaka mitatu tuna nini duniani mm. Kwani michona kufuatilia pia kuiangalia hiyo. Na mwambia watu sisi Morocco tunafaa vizuri sana. Tumempiga Brazil, tumempiga Spain, tumembakiza Mexico. Ninyi Morocco? Eh <laughs> sisi, <laughs> <Mkwambia>. Sisi Morocco. Kwani tusilie na sisi under 20 yetu yapi hapo? Sisi hapa Tanzania. Au taifa gani? Porsche hiyo nyingine tunazungumzia hapa. Eh? Si vipi? Jamani mimi nimemaliza. Letwa Abu Yusuf. Sisi hapa Morocco, nimekwambia sisi Morocco. Tumemfunga Spain, tumemfunga Brazil. Eh eh iza na na Mexico. Au sio? Eh, na tutamfunga pia eh, tutakuwa na alama tisa eh. Kila la heri kwenu. Eh, shukrani. <laughs> Tunawakilisha vizuri Abu viwanjani uh, kuna kuna, kuna, yes. Kuna ile ah, sema tu kuna marumati yameisha eh. uh, eh, eh, <laughs> eh. Uh, kwa siku ya leo <laughs> mi nia najua ule mwendelezo mm. e, wa jana wa kuna jana wakati Abu watuletea nani alimufti ile ilikuwa kwenye uwanja wa Pele au Nyamirambo, mechi ile ya Pyramids na nani, ilikuwa Pele e, e, baada ya mechi kumalizika a mwamba akaenda kuokota kuokota afu e, e, ah, nikajua Abu alikuja na mwendelezo yake, lakini maalumati anatosha kwa sababu no, maalumati yanatosha hiyo. mimi ntamwachia Mufti e, ili aje endelee kwa sababu si bado vipo bado e, e, bado e, vipo. nakushukuru e, no sana na Abu na, yes, na Mufti leo kaenda hapo, hiyo tutaongea baadaye e. e. e. e.